Waibrania sura ya nne, mstari ule wa kumi na sita. Basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Katika maandiko au katika Biblia, umuhimu wa kitu huwa unategemea sana umesisitizwa kwa kiasi gani. Kama umesisitizwa mara nyingi, basi tafuta sana kukijua hicho kitu kwa undani wake na kukiishi kuna vitu vingine unakuta yani vimejirudia na kujirudia na kujirudia. Unapokutana na hivyo vitu, tafuta sana kuvijua undani wake, kwa sababu huko ndiko miujiza mingi inakokuwa imejificha. Ni sawa na neno ambalo tunalo, tunalijua tangu Sunday school. Anasema neno usiogope, limeandikwa mara ngapi kwenye Biblia? Mara 363 Kwamba kila siku yako ukiamka, ukiinuka, inakwambia usiogope. Kwa hiyo ina maana, kwa mfano, ukikutana na kitu kama hicho, ndio uangalie hivi, kwa kwa nini ananiambia nisiogope? Kwa hiyo ndivyo hata neema imetajwa mara nyingi sana katika Bibilia, na kuna namna nyingine imetajwa, sio kwa kutaja kabisa jina la neema, ila kwa namna unavyoisoma unaona kabisa hii ni neema. Kwa hiyo unapokutana na kitu kama hicho, jifunze sana kutafuta kukijua undani wake, namna gani unaweza kuishi nacho au kutembea nacho. Kwa hiyo neema pia ni kitu ambacho tunakihitaji kwenye maisha yetu ya kila siku. Chukulia kila unachokifanya chochote, yaani hata mimi hapa ninavyoongea nasema asante Yesu, hii ni neema. Naweza hata kufungua huu mdomo naongea, ni neema, kwa sababu dunia saa hizi ina mambo mengi na ina vitu vingi sana bila neema ya Mungu tutajikuta tunaishi kwenye maisha ambayo, yani, yanakuwa unaenda mbele dakika mbili dakika mbili umerudi nyuma, kwa sababu neema ile ndio inayotusaidia. Na ndio maana mstari unaotuongoza tuambia, na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kiti cha neema ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe, kwa sababu yeye ndio aliyelilizi ile neema alipokufa pale msalabani. Tunaambiwa torati ililetwa kwa mkono wa Musa lakini neema na kweli vilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema unapokikaribia kwenye kiti kile kwa ujasiri, una maana unaenda kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo ina maana ndipo tunapotakiwa tufate kule ile neema kwa Yesu Kristo, yeye ndiye aliyetoa, aliyeitoa kwa hiyo tunaposema, ukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, mtazame Kristo alafu nenda kwa ujasiri. Unapoenda kwa ujasiri pale unapata rehema Usipoenda kwa ujasiri utajikuta umeenda tu, ndio ile tunakuwa tunaomba kikawaida, unakuja tu kwamba lazima nikianza sala lazima nianze toba, alafu ndio mengine anafata. Ndio maana unakuta watu wengi tunakosa sana ile pati ya mwisho, kwa sababu ukisoma mstari anakuambia kwamba ukienda kwa ujasiri, ujasiri utaleta rehema. Baada ya rehema, anakuambia itakupatia neema ikusaidie wakati wako wa uhitaji. Kwa hiyo itategemea wewe ulivyoenda kwenye kile kiti, toba yako ilikuwaje. Mungu anaangalia, mimi ninavyoongea hapa anaangalia huku kwenye moyo kwanza, moyo wako unasema nini? Ule mdomo wako wa kwenye moyo ule umeongea nini kabla ya huu ambao tunauona umetamka kitu gani? Kwa Mungu anaanza kwanza kutazama kule. Kwa akiona haa, hii imekuja kwa uhalisia, uwe na uhakika rehema itapita, na rehema ikipita, uwe na uhakika neema haikwepeki, itakufata tu. Kwa hiyo, ukiona bado unakaa kwenye maisha bado una struggle. Mbona mimi kila siku nafanya hivi hakifanikiwe haki, mbona kila kitu natenda hivi hakiwezekani? Jua kabisa kuna neema ambayo ya kukusaidia kwenye uhitaji wako umeikosa, na ni jukumu lako kuitafuta. Usitegemee tu kwamba ukikaa basi unasema tu Bwana ni kwa neema, kila kitu ni kwa neema, lakini kiuhalisia haujaitafuta hiyo neema, ili ikubadilishie kwenye huo uhitaji unaoutaka ikupe kile ambacho Yesu alishasema, imekwisha pale msalabani.